Sita, matumizi ya kawaida. Kwa kawaida ukitaka kuyasemea hayo sasa, utakieleza, unasema mwaka huu ishirini na tano ishirini na sita unapendekeza mia tatu themanini na tisa mia nane na hamsini na tatu na kutokea shilingi ngapi? Na ile unasema mia tisa arobaini na sita mia sita na tisini kutoka shilingi ngapi za mwaka uliopita? Sasa kwanza mwisho tujoongezekoupunguza sasavjsh baada ya hapo, kila mtu ana miradi yake. Hiyo ndio bajeti ya mkoa wa Morogoro kwa figa. Inaonekana kama tumetoka kwenye bilioni mia nne na themanini na tano mwaka jana, tunaenda kwenye trilioni moja nukta tatu lakini kwa sababu ya hiyo miradi hiyo mia nane na ishirini na tisa mm -hmm, ambayo haikuwepo nani kwenye, kwenye iliyopita, lakini kama ni pesa ambazo zinakuja kutumika kwa ajili ya wananchi wa Morogoro ni vizuri tutaziweka na watu wakazio. Moja ambalo ni muhimu na ndok, miradi mingi sana ambayo imefedha zikutumika ni miradi inayogusa watu wa kawaida, shule, zahanati, vituo vya afya jambo sio zuri, sio zuri. Kwa hiyo toke wote na moyo mmoja kuhakikisha kwamba miradi hiyo inakwenda kwa kasi, ili hao ambao wamewatu wa kawaida waipate. Na moja ya legacy kubwa utakapoandikwa baadaye ya historia ya Dr. Samia Suluhu Hassan, pamoja na haya makubwa yanayoendelea kufanyika, lakini kubwa ninaliona the rural transformation and the empowerment of the rural folk tuliokuwa na mkutano wa Africa Energy Summit. Sisi tunazungumzia kupeleka umeme kumaliza vitongoji. Nchi nyingine za Africa wanazungumzia kupeleka umeme kwenye miji, kwenye miji walikuwa na shangaa. Sisi tunasema miji tumemaliza, tumemaliza na sehemu kuu ya vitongoji tunakwenda, wenzetu wanazungumzia kupeleka umeme kwenye miji. Sasa si vizuri kujilinganisha, lakini ni vizuri pia kujilinganisha ili uweze kujua hatua uliyoipiga. Bila hivyo utakuwa daima ni mtu unayenung'unika, na huna shukrani kwa Mungu na shukrani kwa wale, kwamba wenzetu katika nchi nyingi za Afrika katika ile 300 million plus, sisi yetu ni 300 million plus ya vitongoji, sio miji, sio vijiji. And that is not a small feat at all kwa nchi ya uchumi wa aina yetu. Acha haya haya makubwa makubwa mengine. Nasema hili kwa sababu wa Tanzania mara nyingi mpula ourselves down bila sababu. Kuna maeneo ambayo tunahitaji kuyafanyia kazi kwa nguvu kubwa, kwani hayo ndio yanachangia kwa upande mkubwa kurudisha nyuma juhudi zetu za kuleta ustawi katika mkoa wetu wa Morogoro. Kwanza ainaona migogoro migogoro kati ya hifadhi na wananchi, wakulima na wafugaji, lakini pia taasisi na wananchi. Haya tunaweza tukaona kama hatuahiri ha, ha, kwa kionge kubwa sana lakini yana athari kubwa sana kwa wananchi, hasa wapiga kura wetu. Najua sisi kama chama tunatamani sana kuona kwamba wananchi wanaishi katika mazingira ya furaha na ya amani, lakini kwa nakupani mgogoro kama hili, yudizetu, manjaleo, amba, hii tunarudisha nyuma sana juhudi zetu za kuleta maendeleo na ustawi kwa wananchi wetu. Mimi mpaka leo sielewi kwamba hii mgogoro ya hifadhi na wananchi inatokana nini hasa, kwa sababu najua hifadhi na mipaka yake ambayo inatakiwa mwananchi aendelee kwa mipaka yake iko hapa, lakini sasa kwa mambo yanavyoendelea kule na kuwa na uhakikishaji wa mipaka ambao siwazingatia utaratibu na kwa hiyo kusababisha manung'uniko na msuguano usioisha kati ya hifadhi na hao wananchi.